Si tubaki hapo mtuchinje, niseme kidogo. Naitwa Agnes haimabaa mkusi odosauria udomaega. Sawa, okay. sawa eh? Sasa <laughs> leo sisi tuna wasiwasi, watoto watoto wetu wa sekondari ya Ayatsea wanaendaje shuleni? mm. sawa eh? Wanaendaje shuleni? Sisi kama kina mama tunahuzunika, tunawaza kumi na moja, tuamke asubuhi tusindikize watoto wetu. Je, tunapomsindikiza huyo mtoto, na mimi mama siwezi kubakwa kama mtoto niliye mzaa? Anamrudi mdogo wake, anamrudi na mama yake, je, inakuwaje? Tunamwomba Mama Samia Suluhu atusaidie, Kijiji cha Gedamara, Kata ya Galapo, Wilaya ya Babati, Mkoa Manyara. Tunamwomba atusaidie. Leo Jumatatu tuna, Jumatatu tunawapelekaje watoto wetu shuleni? Sawa watoto tunawasindikizaje? Mimi kama mama nitatoka asubuhi na mwanangu, je, ikifika katikati ya mashamba nikisikwa mimi mtoto wangu anabaki wapi? Naomba mama Samia atusikilize.